Zaidi ya watu 30 wameripotiwa kufariki dunia baada ya lori la mafuta kupinduka na kulipuka katika jimbo la Niger, lililoko katikati mwa Nigeria, tukio ambalo limeacha majonzi makubwa na huzuni kwa jamii ya eneo hilo. Kwa mujibu wa mashuhuda na maafisa wa usalama, ajali hiyo iliyotokea jana Oktoba 21 mwaka 2025 ilitokea baada ya lori la mafuta kupoteza uelekeo kutoka barabarani na kupinduka, likimwaga shehena kubwa ya mafuta barabarani. Wanakijiji waliokuwa karibu na eneo la tukio walikimbilia kuchota mafuta hayo, tukio ambalo ni la kawaida katika matukio ya aina hii nchini humo, licha ya hatari zinazohusiana. Hata hivyo, kabla ya waokoaji au maafisa wa usalama kufika kudhibiti hali hiyo, mlipuko mkubwa ulitokea ukisababisha moto uliowateketeza watu waliokuwa wakikusanya mafuta. Moto huo ulikuwa mkali kiasi kwamba waathiriwa waliungua vibaya hadi kutotambulika. Mkuu wa jeshi la zima moto katika eneo hilo alisema kuwa takribani watu 30 walithibitishwa kufariki dunia papo hapo, huku wengine 40 wakijeruhiwa vibaya kwa moto huo. Majeruhi walikimbizwa katika vituo vya afya vya karibu kwa matibabu ya dharura. Tuna huzuni kubwa kutokana na tukio hili. Ni jambo la kusikitisha kwamba licha ya onyo la mara kwa mara kuhusu hatari ya kukaribia ajali za magari ya mafuta, wananchi bado wanajihatarisha maisha yao kwa tamaa ya mafuta ya bure, alisema afisa mmoja wa serikali jimbo la Niger. Ajali zinazohusisha magari ya mafuta zimekuwa ni jambo la mara kwa mara nchini Nigeria ambapo miundombinu duni ya usafiri, uhaba wa ajira na ukosefu wa elimu kuhusu hatari zinazohusiana na mafuta yanayomwagika huchangia idadi kubwa ya vifo. Serikali ya Nigeria imetangaza kuwa uchunguzi wa kina utaanzishwa ili kubaini chanzo halisi cha ajali hiyo, pamoja na kuchukua hatua madhubuti kuzuia matukio kama hayo katika siku zijazo. Aidha, imeahidi kutoa msaada kwa familia za wathiriwa na wale waliojeruhiwa. Tukio hili linaongeza idadi ya vifo kutokana na ajali za magari ya mafuta nchini Nigeria na linatoa wito mpya kwa serikali na jamii kuchukua tahadhari zaidi dhidi ya hatari hizi zinazojirudia.